Karibu sana The Gold Voice, sauti ya uponyaji wa ndoa na familia. Leo tunafungua au tunagusa kweli ambayo inaepusha majuto eh, katika ndoa nyingi, lakini pia katika somo letu la leo linazungumza eh, dalili saba za mtu asiye tayari eh, kwa ndoa. Eh, dalili saba za mtu asiye tayari kuoa au kuolewa ah. Tumekuletea hili somo tukiwa na makusudi maalum kabisa, na lengo kuu la hili somo ni kuwasaidia vijana na watu ambao wanatamani ndoa eh, watu ambao wanatamani ndoa na vijana ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Sasa tumekuletea hili somo ili kukusaidia wewe eh, Tuna, tuna tuna madhumuni ya kutaka wewe utambue mapema viashiria vinavyoonyesha kuwa mtu mwanamke au mwanaume eh, unayetaka kuoa au kuolewa naye bado hajakomaa kuingia kwenye agano la ndoa. Hilo ndio dhumuni, kwamba utambue eh, kukusaidia utambue viashiria vya mtu unayetaka kuoa au kuolewa naye kwamba hajakomaa kuingia katika maisha ya ndoa. sasa Si kila mtu anayetaka ndoa yuko tayari eh kihisia, yuko tayari kiroho, yuko tayari kiakili ki, lakini pia yuko tayari kifamilia. Manake unatakiwa uoe au kuolewa na mtu ambaye yuko tayari katika ukomavu wa kihisia, lakini pia yuko tayari katika ukomavu wa kiroho, lakini pia yuko tayari katika ukomavu wa kiakili, upambanuzi au upambanuaji wa mambo, lakini pia yuko tayari kifamilia, kwa sababu maisha ya familia sio mchezo mchezo. Maisha ya familia yanahitaji ukomavu wa kihisia, yanahitaji ukomavu wa kiakili, lakini pia ukomavu wa kiroho pia. Sasa e, mtu anayekuwa amekomaa hivi maana yake yuko tayari lakini, ukiona mtu hajakomaa katika hivi vitu, maana yake huyo mtu bado hayuko tayari kuingia kwenye ndoa. Lakini pia ndoa sio zawadi, ndoa ni majukumu. Kwa hiyo lazima utambue kwamba unapoingia uh, kwenye ndoa unaingia kwenye majukumu. Hauingii kwa kama kama tu eh, kwenda kupata zawadi au kwa ajili ya zawadi au kwa sababu tu unaona watu maukumbini mle wanapata zawadi, unafanyaje it is etc. Na maisha ndoa ya ndoa yanaanza baada ya harusi, sio kabla ya harusi. Karibu sana eh? Karibu sana kwa sababu eh, leo tumepanga kufafanua siri muhimu sana ambayo pia eh, ni ishara kubwa ambazo eh, unapopata tu eh, kuzishuhudia, chukua maamuzi sahihi ambayo pia eh, ni dalili saba za, za, za mtu ambaye asiye tayari eh, kwenye ndoa, yaani kuolewa au kuoa mm, unapoziona hizi dalili unatakiwa ukimbilie maarifa, usikimbilie pete. Unavyoziona hizi dalili usichukue maamuzi ya kuingia kwenye ndoa unatakiwa uchukue maamuzi ya kupata maarifa sahihi. Je, una uhakika yule unayetaka kumoa au kuolewa naye amekomaa au yuko tayari au yuko tayari? Karibu, saba, uh, asiye, wewe mwenyewe uko tayari, basi karibu uone hizi dalili saba za mtu asiye kuwa tayari kwa ajili ya ndoa. Itakusaidia kuweza kujijua wewe mwenyewe au kumjua mtu ambaye unataka kuolewa naye. Sasa, dalili namba moja za mtu ambaye hayuko tayari kwa ndoa, moja bado ana matendo ya utoto, tunaita tuna immaturity eh? Bado, bado ana matendo ya utoto eh, mtu ambaye bado ana matendo ya utoto manake eh, ana kasumba ya kujibe, ya kutojibeba eh? hana ustahimilivu wa changamoto. Mtu ambaye amekomaa kiakidi maanake, mtu ambaye ameshakuwa kwamba yuko tayari kwa ndoa, maanayake ana uwezo wa kujibeba, ana uwezo wa kuwa na usamilivu wa changamoto. Ninapozungumzia kujibeba, maanaake ni mtu ambaye anaweza akasimama kwa nafasi yake. Sasa anaposimama kwa nafasi yake, manaake ana uwezo wa kustahimili changamoto. Inapotokea changamoto, ana uwezo wa kusimama yeye kama yeye, lakini pia ana uwezo wa kujibeba katika hali fulani, manake kifikra, uh, kiakili, kimaamuzi. Anapopewa nafasi ya kufanya maamuzi, manake anaonyesha kabisa kwamba huyu ana matendo ya kiutu uzima. Lakini mtu ambaye ana utoto hawezi kujibeba, manake hawezi kujibeba kifikra, hawezi kujibeba katika changamoto mbalimbali, hawezi kujibeba katika kufanya maamuzi ambayo ataweza kuwasaidia watu wengi kutambua kwamba sasa huyu ni mkomavu. Kwa hiyo ukiona mtu bado ana matendo ya utoto, huyo ni moja ya watu ambao tayari hawako tayari kuoa au kuolewa. Ni vizuri sana kuchukua tahadhari kuto kuingia kwenye ndoa, kwa sababu kwako itakuwa mateso. Eh, ndio hao, mwisho wa siku utakuta kama anapuza anafanyaje, kumbe hakuwa tayari kwa ajili ya ndoa. Lakini pia dalili nyingine ambayo inaonyesha kwamba huyu mtu hayuko tayari kwa ndoa, eh, anaogopa kujitoa eh, community, phobia eh, anaogopa kujitoa ah, sasa ni kivipi huyu mtu anaogopa kujitoa? Maana yake hasemi wazi mipango yake ya baadaye eh, anahofia majukumu ya ndoa. Sasa mtu ambaye eh, kila ukimuuliza juu eh, ya, ya, ya, ya, ya mipango ya ndoa asemi. E, mipango yake ya baadaye hasemi, haweki wazi. Maana yake ndani ya roho yake ana hofu na majukumu ya ndoa. Okay, ukiona mtu haweki mipango yake wazi, kila ukimuuliza haweki wazi mipango, unatakiwa kuchukua tahadhari, maanake huyo mtu bado ana hofu na maisha ya ndoa. Cha kufanya kimbilia maarifa, aidha kama una uwezo wa kumjenga, kama una uwezo wa kumfungua dira na akafunguka, basi una uwezo wa kuwa umemsaidia sana, naye kutambua na kuwa free katika maisha ya kuingia kwenye ndoa. Lakini ukiona bado hakupi ushirikiano eh, haweki wazi mipango, ana hofu, ni vizuri sana kuto kufanya maamuzi ya kumvisha pete au kuvaa pete na yeye kwa sababu uh, huyo mtu hayuko tayari kuingia kwenye ndoa. Lakini dalili nyingine, hana maono ya maisha ya pamoja. Sasa eh, kila unapomsikiliza Eh, kila unapotazama maono yake, hana maono ya maisha pamoja. Mtu ambaye yuko tayari kuingia kwenye ndoa ana maono ya maisha pamoja. Hata ukikaa naye ukiwa unazungumza naye, anasimulia maono mbalimbali, anasimulia vitu mbalimbali ambavyo vinaashiria maisha ya pamoja, lakini mtu wa aina hii ambaye hayuko tayari hana maono kabisa ya maisha ya pamoja. Sasa hana dila ya familia eh. Maanake ana dila ya familia hana chochote ambacho ana plani juu ya familia ana plani juu ya familia yake, itakuwaje lakini pia, hajui ndoa ni ushirikiano wa ujenzi. Maanake hajui kwamba ile ndoa mnapokutana ni ushirikiano wa ujenzi, sio kwamba labda tu ili mradi kutumikiana. No, ni ushirikiano, sio utumwa, ni ushirikiano. Kila jambo linapaswa kufanywa kwa ushirika, sio tu kila kitu mme, au sio kila kitu mke, ni kushirikiana ili kuweza kubuild eh, familia iweze kukaa vizuri. Sasa mtu ambaye hana maono ya kuwa pamoja au ya maisha pamoja, maanake maisha ya kifamilia, hajui ndoa ni ujenzi, ni ushirikiano unatakiwa ushirikiane kwa pamoja ili kubuild kile ambacho mnakitaka, manake huyo mtu hayuko tayari kuingia kwenye ndoa. Lakini pia aa, anaishi kwa misukumo ya, ya hisia tu. Ukiona ee, mtu una uhusiano naye na una malengo naye ya kuingia kwenye ndoa, lakini anaishi kwa misukumo ya hisia, huyo ni mtu ambaye anaonesha kabisa kwamba hana eh, hana dalili hana eh, kabisa kwamba mwelekeo wa kuingia na wewe kwenye ndoa kwa sababu gani? Yani ana uwezo wa kupenda leo, kesho akaacha akachoka kabisa, maana yake eh. Yeye anaishi kwa hamu badala ya kuishi kwa dhamira, kwa maana yake anakuwa na wewe kwa sababu tu ya body pressure, eh. Yani unakuwepo kwa sababu ya self desire na nini, lakini haishi na wewe kwa dhamira. Kwa mahusiano ya aina hii yanakuonyesha dhahiri kwamba huyo mtu hayuko tayari kuingia kwenye ndoa ila yupo tu kwamba anasukumwa na hisia, anaweza akapenda leo, akwambia anakupenda leo, kesho akachoka, akwambia tu tuachane. Maanake nini? Huyo mtu hakuwa na desire ya kuingia kwenye ndoa maanake. Uh, badala ya kuishi kwa dhamira anaishi kwa hamu. Lakini pia uh, dalili nyingine ambayo inaweza ikakuonyesha kwamba huyo mtu hayuko tayari kuingia kwenye ndoa, hawezi kukubali makosa eh? Hawezi kukubali makosa, manake tunaita lack of accountability, manake yeye uh, always ana tabia ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kushukumia wengine, kila kosa anawasukumia wengine, hana uwezo wa kujitathmini mwenyewe eh? Sasa kila kitu ambacho kinatokea kimeenda opposite yeye, anakuwa anawasukumia watu wengine kwamba sio yeye aliyefanya, ni mtu fulani, sio yeye aliyofanya, yeye yuko safe. Maanake nini? Hana uwezo wa kujitathmini kwamba na yeye ni binadamu e. Kukubali makosa sio kwamba ndo basi hafai, isipokuwa ni sehemu ya maisha. Lakini yeye hana uwezo wa kujitathmini, isipokuwa kila kosa anawasukumia watu wengine. Lakini pia Uh, tabia nyingine anapenda lawama badala ya kuwajibika. Maana yake ni mtu wa kulaumu, mtu analaumu mtu kila, kila wakati analaumu badala ya kuwajibika. Sasa ukiona mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano lakini yeye yeah, anapenda tu lawama badala ya kuwajibika kwenye maisha yake, kwenye nafasi yake awajibiki, lakini anapenda lawama tu, always lawama tu, anatupia lawama, lawama, lawama. Ukifanya mistake lawama, ukifanya mistake lawama. Eh? Sasa eh, hii ni dalili pekee kwamba huyu mtu hafai kukuvisha pete au huyu mtu hafai kuingia kwenye ndoa. Maana yake nini? hauwezi kuwajibika kwa sehemu yake. E, haimaanishi kwamba lawama hazitakiwi no. Pale mtu anapokosea anatakiwa kulaumiwa, lakini mwisho wa siku anatakiwa kuelekezwa nini afanye. Lakini kuna mtu yeye kazi yake kulaumu, eh? kulaumu tu, hata kujenga sehemu yoyote kumsaidia mwenzie hawajibiki, isipokuwa yeye anapokutana mtu ni lawama pekee. Sasa mtu ambaye ana tabia hii, naye pia anaonyesha dalili kwamba yuko tayari kuingia na wewe kwenye ndoa. Lakini pia dalili ya mwisho kabisa ambayo pia inaonyesha kwamba huyo mtu hayuko tayari kuingia kwenye ndoa, ana tabia zinazoharibu mahusiano. Sasa eh, ukiona mwenzi wako mtu ambaye unaishi naye kwenye mahusiano, lakini unatarajia kuingia naye kwenye ndoa, lakini pia ana tabia zinazoharibu mahusiano, basi chukua tahadhari, usikimbilie pete. Fanya tathmini ya kina, kimbilia maarifa, karibu The Gold Voice maanake ujifunze maarifa ya namna gani huyu mtu uweze kumsaidia vipi ili aweze kukaa vizuri eh? Ninakushauri sana jifunze sana maarifa kabla haujaingia kwenye ndoa, kwa sababu unapokuwa una maarifa ya kutosha, ina uwezo wa kumsoma mwenzi wako, ina uwezo wa kujisoma wewe mwenyewe pia. Kwa sababu gani? maarifa yanakusaidia akili yako kujisoma wewe mwenyewe lakini pia kumsoma na mwenzi wako pia. Sasa e, mtu mwenye tabia zinazoharibu mahusiano ni pamoja na uongo. Unakuta mtu ni mwongo mwongo mwongo, yani kila anachozungumza ni uongo eh. Sasa mtu mwongo mwongo kwenye mahusiano anajidefine kwamba hayuko tayari kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Ana tabia zinazoharibu mahusiano, kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda uongo kwenye mahusiano. Lakini pia tabia nyingine inaonyesha kwamba anaharibu mahusiano eh, ni kuto kutokuaminika yani, always kila anachozungumza kinaashiria kwamba ule ni uongo, kwa hiyo haaminiki. Sasa anapozungumza kitu haaminiki, haaminiki. Sasa unapokuwa tayari mtu humwamini, chukua tahadhari rafiki yangu, usimvishe pete shemeji, awe mdada au awe mkaka ya yeah, usimvishe pete mtu, kwa sababu kesho na keshoutwa itakuwa ni kilio kikubwa sana kwako. Lakini pia, ana hasira mtu mwenye hasira kwenye maisha na hana uwezo wa kujirudi huyo ni hatari sana kwenye maisha. Tahadhari, hasira huwa inaharibu mahusiano always, lakini pia uh, kuto kuaminika ni hatari, lakini pia uh, tabia nyingine ni kuto heshimu mipaka, yani ni mtu ambaye hana mipaka always, anaishi tu ili mradi anakwenda, haheshimu mipaka, kwamba mimi ni mwanamke au mimi ni mwanaume, ameniko tayari kwenye mahusiano na mtu na natakiwa kujiandaa kwa ajili ya ndoa, maanake yeye anakuwa hana mipaka. Hizi tabia zinaitwa zina, kwamba ni tabia ambazo zinaharibu mahusiano, kwa hiyo wa mwongo huaminiki, wa una asila e, huheshimu mipaka manake tunakujumuisha una tabia inayoitwa huheshimu e, au e, una tabia inayoharibu una tabia zinazoharibu mahusiano. Hizi ni moja ya dalili saba ambazo pia zinakuonyesha kwamba huyo mtu hayuko tayari kuingia kwenye mahusiano. Je, umewahi kuwa na mtu mwenye moja tabia mojawapo kati ya hizi dalili? ulifanyaje? Toa maoni yako hapo chini, na sisi tutasoma neno kwa neno, kwa sababu lengo tuweze kusaidia na kujenga uh, maisha ya kijamii. Lakini pia uh, ndoa ni si kiwanja cha majaribio. Ndoa ni safari ya umilele, chukua tahadhari. Ndoa sio kiwanja cha majaribioni, unakuja unajaribu Alafu, unatoka unajaribu, unatoka no. Ndoa ni maisha ya umilele, wala sio kiwanja cha majaribio. Lakini ukiona dalili hizi usikimbilie pete. Nakushauri tu, baada ya kuziona hizi dalili kwa mwenzi wako, usikimbilie pete, kimbilia maarifa. Karibu njoo, njo, The Gold Voice, sisi tuko open masaa 24 channel yetu tunafanya kazi. Njo ujifunze maarifa, uchukue maarifa, namna ambavyo unaweza ukaishi na huyo mtu aidha, una uwezo kumudu au huwezi kumudu. Ikiwa umepokea thamani leo bonyeza like, share na wengine pia, na usisahau kubonyeza kengele kupata masomo mengine, ili kufungua macho ya roho juu ya maisha ya familia, kwani The Gold Voice tumeleta ufahari katika maisha ya ndoa. Karibu tena katika masomo mengine.